Namna tukirejea hapa nchini uh, bado kumekuwa na mijadala mikubwa kuhusiana na sera mpya ya masuala ya ardhi, hasa wadau wakizungumza namna ambavyo sera hii inakwenda kuleta suluhu kuhusiana na migogoro ya wakulima na wafugaji, na tunaendelea kuzungumza katika mjadala huo na tunakutanisha na wadau uh, moja kati ya wadau ni Mrida Mshota ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania tunazungumza naye akiwa katika studio zetu za Dodoma. Mrida, karibu sana na habari za Dodoma. Nzuri kabisa jamii ya wafugaji nchini inakusikia, na e, mtazamo wenu wafugaji e, kwa namna ambavyo sera mpya inakwenda kuwaweka katika sehemu nzuri hasa ya kuwaondolea zile purukushani ambazo zimekuwepo kati yenu nyiwe na wakulima e, mnaona itasaidia kwa kiasi gani? Ndugu e, mwandishi wa habari, kwanza tu nikuambie, e, hii sheria mpya ya sera ya ardhi hii ndio itakwenda kumaliza migogoro ya wafugaji, wakulima na wahifadhi na watumiaji wengine wa, wa ardhi mm. kwa sababu ukiangalia jamii za kifugaji walikuwa wamebaki muda, muda mrefu sana bila kumiliki ardhi. Sasa hiyo ndio itakwenda kabisa kwa suluhisho la kudumu katika nchi yetu kuhakikisha kwamba wafugaji nayo sasa wanapata fursa ya kuweza kumiliki ardhi ili waweze kuendesha shughuli zao za ufugaji bila matatizo yoyote. na ni nini hasa, nini, nini hasa, nini hasa ambacho kilikuwa kinafanya wafugaji mshindo kumiliki ardhi katika taifa hili? Kama unavyojua, kama nchi tulichelewa sana kufanya matumizi bora ya ardhi, na hasa ukienda katika maeneo mengi ya wafugaji hata kwenye vijiji kule, vijijini maeneo mengi ya wafugaji na maeneo hata mengi ya vijiji vilikuwa havijapimwa lakini sasa kwa mpango huu ambao juzi mheshimiwa rais amezindua, hiyo sasa ndio itaenda kuwa mwarobaini ya kumaliza matatizo ya wafugaji na watumiaji wengine wa, wa ardhi, na sisi tunatamani kwamba jambo hili e, waziri wa ardhi alifanya kwa uwepesi zaidi kwa sababu e, kumekuwepo na tabia ya watu wa, wa hifadhi, kuja kuchukua mifugo na wakati mwingine kuingiza kwenye hifadhi na kuwatoza wa wafugaji e, mafaini mbalimbali mbali. Lakini sasa tukienda kupima ile ardhi kila mmoja atajua hii ni mpaka ya hifadhi, hiyo ni mpaka ya vijiji, hayo ni maeneo ya wakulima, hayo ni maeneo ya wafugaji. Kwa hiyo sisi sote tutaheshimiana kwa sababu ukiangalia eh, ni kweli, ukiangalia ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ukurasa wa 100 eh, Chama cha Mapinduzi kinaahidi kwamba tutakwenda kupima, tutasimamia sekta ya utalii na kuhakikisha tunapata watalii kuanzia milioni moja laki tano mpaka milioni sita ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano Hmm. Lakini pia ukija kwenye sekta ya mifugo pia tuliahidiwa kwamba ukurasa wa 46 kwamba e, Chama cha Mapinduzi kitahakikisha sasa kinakwenda kupima maeneo ya wafugaji na kumilikishwa kwa wafugaji. Kwa maana hiyo sasa sisi sasa tunapokea kwa uzuri zaidi na tuna, tuna hubiri, tunasubiri kwa hamu sana, ili sasa wafugaji nao sasa wamilikishwe maeneo yao waweze kufuga mifugo yao kwa bila kuwepo na changamoto yoyote ile. Sasa lakini ni kitu gani ambacho katika, katika mazingira hayo hayo unayosema una kwamba eh, eh, ardhi ilikuwa haijapimwa, lakini wenzenu wakulima wameonekana kumiliki zaidi ardhi kuliko nyie. Nini kinawafanya wenzenu waweze kumiliki ardhi katika mazingira hayo hayo ambayo wewe unayaona yalikuwa ni ya changamoto, lakini nyie mkawa mnashindwa kumiliki na mkaonekana kwamba mnavamia wakati mwingine maeneo ya wakulima? A, ni, ni kwamba unajua, unajua jamii za wafugaji kwanza wanapenda kufuga mifugo yao kwenye maeneo ambayo haina mashamba kwa wafugaji ni watu ambao waki, wakifuga hapa mifugo baadaye, wakaona mashamba yanaanzishwa hapa, wanahama tena. Sasa tumekwenda kwa kuhama hama, hama, sasa tumekuta sasa ardhi imesha kuisha, sasa hakuna huku, kienda hauna pa kwenda na huku sasa pamesha kuwa ni maeneo ya mashamba, sasa inabidi mifugo irudi kwenda kuingia kwenye, kwenye mashamba ya, ya, ya wakulima. Hmm. Lakini kitu kikubwa ambacho mimi, ambacho nimeona serikali imefanya. Juzi wiki iliyopita, tulikuwa na ziara na naibu waziri wa mifugo ndugu yetu Alexander Mnyeti. Tumekwenda kwenye mashamba ya mifugo ya serikali kwa mfano, Mbarali Mbeya. Tumekuta watu wamekodi mashamba yale, wanasema wanakwenda kufuga. Tumekuta mtu ana hektari elfu tatu kwa ajili ya mifugo, anaenda kulima mpunga. Kwa hiyo hata mashamba ya mifugo ya serikali yenyewe ya pia yalikuwa yameshageuzwa kuwa ni mashamba ya, ya mpunga. Tukaenda Karambo kule Sumbawanga. Tumekuta mashamba ya mifugo ya serikali watu wamekuja na vitabu vikubwa kwamba kwamba mimi ninaandiko kubwa la kuweza kufanya ufugaji wa kisasa. Watu wamekwenda kulima mahindi. Kwa hiyo na tume serikali imetoa maelekezo kwamba wale walio kiuka masharti ya mashamba hayo sasa wanyang'anywa na kupewa wafugaji ambao wanafuga mifugo. Kwa hiyo hayo yote tukaenda kupima ardhi na mashamba yale ya serikali yote yakasimamiwa vizuri. Kwa kweli mwarobaini ya matatizo ya wafugaji yanakwenda kutoweka. Na ukiangalia kwa ndani ya miaka mina ya Dkt Samia Suluhu Hassan, mambo mengi yamefanyika sana kwenye sekta ya mifugo. Ukiangalia kwa upande wa pembejeo, tumepata pembejeo za kutosha za madawa ya kuogeshea mifugo. Tumepata madume bora serikali imesambaza zaidi ya madume 560 kwa wafugaji kwa kuhakisha kwamba sasa tunatoka kufuga wale ng'ombe wadogo kwenda kufuga ng'ombe wakubwa ambao uzalisha ndama ndani ya mwaka moja na nusu unakwenda kuuza milioni 4 milioni tatu na kuendelea sio kuchunga ng'ombe miaka mitatu nauza laki nne laki tano mm. kwa serikali imepiga hatua kubwa sana na ukiangalia kwenye hii sera ya ardhi sasa tunapokwenda kupima maeneo wa ya wafugaji na wafugaji wamiliki ardhi sasa waweke mashamba yao kwa kweli tutapiga hatua kubwa sasa mwaka mwaka, jana kuna, kuna changamoto nya. Kuna changamoto ya waku, nyingine ya wafugaji ambao wanaishi karibu na hifadhi na wengine wanaishi kwenye hifadhi kama kule Ngorongoro na maeneo mengine e, wao changamoto yao kubwa imekuwa ni e, mifugo mingi kuingia katika sehemu ambazo haziruhusiwi ndani ya hifadhi. E, kwenye sera hii unaona kuna jambo lolote ambalo linakwenda kubadilisha hali ya mambo na kuwaweka pazuri? Kwa sababu kuna wakati mmekuwa mkijikuta mkizozana na e, askari ama maafisa wa uhifadhi kutokana na kuingilia maeneo ya hifadhi ama kuingiza mifugo maeneo ya hifadhi. Ukiangalia okay, ukiangalia okay, hata katika mkoa wa Arusha kwa mfano Ngorongoro hii ambao umeongelea wale wafugaji walikuwa wanaishi ndani ya mamlaka ya hifadhi ya ya, ya, ya, taifa ya Ngorongoro. Mm. Lakini sasa walikuwa ng'ombe zilikuwa zinavuka paka kwenda kuchunga kule National Park. Lakini kwenye hii sera ya ardhi hii, sasa ile ardhi ikienda kupimwa <coughs> na kuwaonyesha wale wafugaji kwamba nyinyi mtakomea hapa na mtaendesha shughuli zenu za wafugaji katika eneo hili lililotengwa, lakini ile eneo la ambalo limetengwa kwa ajili ya wanyamapori itaendelea kubaki kwa kwa wanyamapori, kwa sababu sisi sote tunategemeana. Kangee sekta ya utalii, sekta ya mifugo ni sekta mtambuko ambazo ni sekta muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Kwa mimi nafikiria kwenye hili la ardhi hmm. kwa kweli litakwenda kuwa ni mwarubaini ya matatizo ya wafugaji, wahifadhi na watumiaji wengine wa ardhi, kwa kweli hmm. hili litakwenda kukaa vizuri sana, jambo sawa sawa. Jambo lingine ambalo linafanya ardhi ambayo ipo uh, kwa matumizi ya ufugaji onekaone kwamba haitoshi, ni changamoto ya wafugaji. Wapo wafugaji ambao wana hawana mpangilio wa kudhibiti mifugo yao. Unakuta mtu anamiliki mifugo mingi, lakini yeye mtu huyo ni maskini, hajaweza kuiongezea thamani, hajaweza pengine kuzalisha mazao mengine ya mifugo ambayo anaweza akamfanya akawa tajiri akawa na uwezo wa kununua E, vitu mbalimbali mbali kwa ajili ya mifugo yake, na hawa ndio watu ambao wewe unawaongoza. Kwa nini bado ham, e, kama, kama uongozi hamjafanikiwa kwenye nchi hii ku, ku, kuwapa elimu ili kujua namna gani ya kudhibiti kiasi cha mifugo ambacho kinaendana na eneo ambalo wanatakiwa ku, kulitumia kwa ajili ya malisho? Ndugu mwandishi wa habari, mimi <laughs> nikwambie kitu kimoja. Swala hili la mifugo, swala la mfugaji kupunguza mifugo au mfugaji kumiliki hivi vitu ulivyosema, ni swala mtambuka. Kwa mfano e, ukiangalia kwa kweli tulikuwa tumechelewa, lakini wafugaji wa leo sio wale wa zamani. Wafugaji sasa wamepiga hatua wa kubwa, wamewekeza kwenye viwanda. Wafugaji sasa wanakwenda, ukiangalia hata wiki iliyopita tumeingia mkataba na kampuni moja ya kuuza matrekta wafugaji sasa wananoma trekta kwenda kuzalisha malisho ya mifugo mm. Lakini ukiangalia tuna wafugaji wetu ambao walikuwa ni wafugaji wa kawaida, sasa wameamua kubadilisha mifugo yao kuwa na mifugo ambayo ni ya kisasa zaidi. Kuliko mtu kuwa na ng'ombe elfu moja ng'ombe wadogo wadogo ambao hata ukienda sokoni unauza laki tano hasa wafugaji weo kwa wenyewe wameagiza, wengine wameagiza madume kutoka Afrika Kusini, wengine mm. wameagiza kutoka kutoka Kenya. Sasa wafugaji wanakwenda kubadilisha mifugo yao kuwa na mifugo ya kisasa zaidi. Lakini nili, mwaka jana nilipata bahati ya kutembelea nchi ya Ethiopia pamoja na, na Uganda, tukajifunza mambo mengi sana. Tumekuta wenzetu kwa mfano wa Uganda, wao wana kauli mbiu kwamba ng'ombe imhudumie imuhudum, binadamu sio binadamu kuhudumia, kuhudumia ng'ombe. Kwa kweli nimewapenda sana. Kwa mfano nimekuta wao unakuta mtu ana hekari zake kama mia mbili amezalisha malisho mazuri, tena sio nyasi za kulima, yani yale majani ya asili. Sasa na sisi kwetu, kwa mfano wa chama chetu sisi tumeanza kuelimisha sasa wafugaji kwa sababu na hii sera mpya ya ardhi imesha kuja, wafugaji waende wa wamiliki ma maeneo, lakini waandaa malisho. Na bahati nzuri kwa kweli tunafanya kazi ya ukaribu sana na wizara ya mifugo na kile kitengo cha malisho anachosimamia mama Dr. Simwe, kazi kubwa inafanyika. Mashamba yote ya serikali sasa hivi wafugaji wamenunua mbegu, mpaka mbegu zimeshaisha, hayapo wengine, sasa hivi wana, wanaagiza kutoka kutoka nchi jirani ya Kenya, ili ujue kwamba ni kiasi gani sasa wafugaji wameamua kubadilika kutokutembea na mifugo katika maeneo ambayo sio rasmi. Sasa watu wanaamua kufuga mifugo kwenye maeneo yao, na hata ukiangalia e, kwa kipindi hichi cha miaka mine cha ya Dr. Samia Suluhu Hassan mm. migogoro ya wafugaji na wakulima, migogoro ya wafugaji na hifadhi zimepungua kwa kiwango kikubwa sana, bado inaonekana lakini kwa umbali zaidi sasa kazi kubwa imefanyika, na sisi tupoingia madarakani tumesha tembea zaidi ya karibu wilaya karibu 95 kuzungumza na wafugaji na kuwapa elimu juu ya ufugaji bora mm -hmm. na kuacha migogoro ambayo sio ya lazima. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika, na ukiangalia hata serikali ndio maana imefanya kazi kubwa sana, ukiangalia e, Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio chama tawala, napenda kusema hicho walisema Kuanzia mwaka elfu mbili kumi na tano hadi ishirini na tano Chama cha Mapinduzi kitahakisha kwamba wamejenga majosho mia moja na tano katika maeneo ya wafugaji, lakini mpaka hivi sasa tunapoongea zaidi ya majosho mia saba hamsini na moja yameshajengwa katika maeneo mbalimbali ya wafugaji, na ndio maana hata juzi tu tumepokea mbegu za mifugo kutoka Indonesia, tumepokea mbegu elfu moja na hizi mbegu sasa pia zimesambazwa katika maeneo ya wafugaji kwenda kuhimirisha ile ng'ombe ili tupate ng'ombe wakubwa. Kwa hiyo tumepokea mbegu aina ya Brahman. Ile mbegu ya Brahman tukipandikiza tuki kwa hao ng'ombe wa kwetu, ukizalisha ndama ndani ya mwaka mmoja unaweza sasa kuwa na ndama ambaye ukienda sokoni unauza kuanzia milioni tano na kuendelea, na watu sawa, wajue ufugaji so, ni utajiri sawa. watu wengine wanasema tupunguze ng'ombe ni sawa, na kwamba unakwenda kumwambia mtu ambaye ana pesa zake za benki, bwana, wewe unamiliki, una milioni mia mbili natakiwa upunguze ibaki milioni thelathini. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki, kwa sababu kwa mfano yani, yani, mimi mwenyewe nimetoka jamii wanachomaanisha yani, yani, mwenyekiti, ni kwamba watu wenye ng'ombe wengi wawapunguze wa, wa, wa, ili watengeneze uchumi, kwa maana ya kwamba wanaweza wakawauza kwa mfano wakajenga waka, viwanda wakawa na miliki E, maeneo mazuri ya, ya malisho na kadhalika, kuliko kuwa na ng'ombe wengi, unawaona tu wako wengi lakini hakuna chochote unawafanyia, hakuna uchumi wowote ambao unatengeneza kwenye ng'ombe, ng'ombe hao ambao unao wengi. Ndugu mwandishi wa habari, ngoja nikwambie kitu kimoja, mimi nimezaliwa kwenye ng'ombe. Mm. Katika maisha yangu yote siwahi kufanya kazi yote hata kulima mi, leo ya miaka 48 mimi sijaenda hata shambani eh. Mimi kazi yangu ni mfugaji tu, kwa maana hiyo mfugaji anapomiliki ng'ombe elfu moja anajua mwenyewe jinsi ya kuzitunza na ndo maana nimekwambia, huwezi kuenda kumwambia mfugaji. Na ukitaka kugombana na wafugaji, kwa mfano mimi mwenyekiti wa wafugaji niende eneo la wafugaji nikamwambia punguzeni ng'ombe, mbaki na ng'ombe mia moja, watakutoa kwa marungu pale. Ni kuweka tu utaratibu mzuri wenye kuweza kujenga viwanda wajenge yeah, lakini wenye kuweza kufuga mifugo wafuge. Kwa mfano mimi naishi mkoa wa Mara wilaya ya Bunda, ukiangalia hoteli zote zilizoko kwenye hifadhi zetu za taifa pale, nyama zinatoka Brazili na Afrika Kusini. Ni kwa nini tunaagiza nyama kutoka nje na huku tuna ng'ombe zaidi ya milioni karibu sitini? Unadhani kwa maana hiyo sisi tukiweka ut... ni, ni, ni, ni kwamba tu, yani sijajua shida ni nini? Kwa mfano mimi nimejaribu kutembelea kwenye maeneo mbalimbali, peng, pengine uone kwamba wenzetu pengine wao sasa wameweza kuongeza thamani kwenye E, mifugo yao wame, wame, wameweza kuchakata vizuri mifugo yao na wanawarahisishia wafanya biashara. Ndio maana wanaagiza kutoka nje, wanaacha hawa wakwetu ambao tunao hapa, tunawaangalia wako wengi tu kwenye malisho. Ndugu mwandishi wa habari, hata sisi ndo tunaelekea huko hmm. Ndo maana nimeongelea ndani ya hata miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, mwaka jana bunge limepitisha bajeti ya shilingi bilioni 28 kwa ajili ya kwenda kutoa chanjo kwa kwa wafugaji ili tuweze tupate hati safi ya, ya mifugo ya kimataifa, ili tuuze hata nyama nje. Na tunapoongea hata juzi uliona waziri wetu wa mifugo Dr. Shanto Kijaji amekwenda kupokea majokofu kwa ajili ya kwa, kwa, kwa ajili ya kuhifadhia madawa. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa muda wote tunaweza kufanya uzinduzi wa chanjo ya mifugo kitaifa kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kutokea okay. Mm. Kwa hiyo serikali imejipanga, haya yote ambayo yalikuwa hayajafanyika sasa yanakwenda kufanyika kwa muda, kwa awamu ya Dkt. Samia Suluhu Hassan So, so. Kwa sisi tuna imani kubwa kwamba haya yote ambayo tunaongelea kwamba changamoto hizi zote sasa zinakwenda kutatuliwa. Leo tunakwenda kufanya chanjo ya mifugo kitaifa ili tuweze kupata hati safi ya mifugo ya kimataifa. Yaani shirika la chakula duniani ijue kwamba Tanzania sasa mifugo yao iko salama. Na hii mpango umeanza kwa muda mrefu sana. Umeanza wakati dok, nani ule kio waziri wa mifugo. Tumekwenda tumefanya mkutano kule Uganda Kampala, e, juu ya kuhusu ugonjwa wa mifugo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na sasa tumefika tamati sasa, kwa upande wa kwetu Tanzania tunakwenda kufanya chanjo ya mifugo kitaifa ambayo sasa inakwenda kwa arobaini. Sasa tumalizie. Kwa hiyo hata wale waliokuwa wanaagiza nyama kutoka nje sasa nyama haitatoka nje, sasa tutatumia mazao ya ndani na mimi na imani kubwa. Ndio tumalizie mwenyekiti. Na hili unaonekana kufurahishwa sana na sera hii, unaonekana pia kuridhishwa na e, serikali inavyofanya kwenye sekta ya mifugo. Lakini kama mwenyekiti wa wafugaji, unadhani bado kuna maeneo gani ambayo bado unaona kuna changamoto ambazo bado sera haijaleta majawabu, na pengine hata hizo juhudi ambazo unakuwa ukizisifu e, bado hazijaweza kugusa maeneo hayo? Mimi kitu ambacho nitashauri serikali, twende tukapime ardhi, lakini yale maeneo yaliyopoteza sifa yapimwa na yamilikishwa kwa wafugaji, kwa sababu unakuta maeneo mengi, unakuta kwenye maamisitu tu wanalinda na mabunduki, hata haina hata kware mm, yaani ni maamisitu tu wanasema ni, ni hifadhi ya misitu TFS, yaani haina hata kware. Ni kweli usiopingika kwamba ni lazima tutunze mazingira na tutunze maeneo yetu yahifadhiwe vizuri, lakini kuna upande mwingine. Mimi ni shauri tu serikali, yale maeneo ambayo yamesha yameshapoteza sifa yapimwe, tuanzishe ranchi ndogo ndogo, tumirikisha wafugaji kwa sababu sasa tunakwenda tunakwenda kubadilisha nchi, tuna kila mmoja anakwenda kumiliki ardhi pia tuangalie yale maeneo ambayo yamepoteza sifa yamilikishwa kwa wafugaji, kwa sababu e, ukiangalia sekta ya mifugo ukiangalia ni karibu sekta ya tatu ambayo inaingizia uchumi ya, ya fedha nyingi sana katika nchi. Hata kwenye kilimo, ukienda kwenye kilimo, watu wanaolima mahindi wakilima mahindi mwezi wa saba mahindi yamesha kata yametolewa mashambani, lakini serikali inakusanya madhuhuri kuanzia mwezi wa kwanza paka wa kumi na mbili kutoka kwenye mifugo. Sisi msimu wetu huwa haina mipaka, lakini misimu ya kilimo ina mipaka kwa sababu huwezi kulazimisha kulima mwezi wa nane mpaka wa tisa wakati mvua hazipo. Hasa sisi tukiweka vizuri, hata kwenye sekta hii ya mifugo itakwenda kusimama, kwa sababu ukiangalia hata maono ya serikali iliyoko madarakani kwa kweli wanafanya vizuri sana. Najua nikizungumza na hivyo watu wengine wanakasirika, lakini hiyo ndio ukweli, hiyo ndio ukweli ulioko wazi. Serikali ya Awamu ya Sita imefanya kazi kubwa kwenye sekta ya mifugo. Ukiangalia tumepokea madume bora, e, eh, mwaka huu tunakwenda kupewa chanjo tumepata majosho zaidi ya mia saba tumepokea madawa lita 56 katika halmashauri 184 zenye thamani ya shilingi bilioni mbili pointi nne katika halmashauri 184. Lakini ma sasa ukiangalia ile timu ya, ya mawaziri wanane ambaye wa kisekta, zaidi ya hekta milioni tatu pointi tano yalipimwa na kumilikishwa kwa wafugaji, ndio maana migogoro imepungua kwa kiwango kikubwa kwa kweli e, eh, na waziri sasa huyu aliyokuja ana maono makubwa sana, pamoja na naibu wake. Kazi kubwa inafanyika. Watu walikuwa wanapewa mashamba ya serikali wanaenda kubadilisha kuwa mashamba ya mpunga na mahindi. Sasa yale maeneo yanaenda kurudishwa kwa wafugaji, na kwa wafugaji na wamilikishwa kwa wafugaji, lakini wafuge kisasa zaidi. Hatutaki kusikia wafugaji wanatangatanga na mifugo, na sisi kwa upande wetu wa chama cha wafugaji tunaendelea kusimamia na hilo, na tutasimamia kweli kweli. Sawa sawa, nashukuru sana mwenyekiti. Asante sana kwa kuzungumza nasi na kutakia vyema mema. Asante sana. Naam, ni mwenyekiti huyo cha eh, uh, wa mwenye chama cha wafugaji Tanzania, tukizungumza naye hapa kuhusiana na namna ambavyo sera mpya ya masuala ya ardhi inakwenda kutatua changamoto mbalimbali za wafugaji hasa kwenye eneo la umiliki wa ardhi. Mrida Mshota, mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania.